Kwa umuhimu wa stendi hii na kwa kuwa miradi ya kimkakati yote ambayo imetekelezwa kwa fedha zilizoletwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ni fedha ambazo hazikwami kabisa, labda zinachelewa kidogo. Tumekusudia tumalize mradi huu kwa asilimia mia moja na ifikapo tarehe, kabla ya tarehe 30 tutakuwa tumeshaanza kuruhusu magari kuingia hapa ndani kabla hatujafanya, kabla hatujafanya sherehe maalum ya kuzindua mradi huu lakini mradi huu kwa umuhimu wake na kwa kuwa ndio mradi mkubwa wa kimkakati katika mkoa wetu, pia stendi hii imepewa jina la mheshimiwa daktari Samia Suluhu Hassani, na jiwe la ujenzi wa mradi huu liliwekwa hapa na Mheshimiwa Kitila Mkumbo wakati alipopita katika ziara zake za keza, kikazi katika mkoa wetu wa Manyara. Mheshimiwa Mwenyekiti, faida itakayopatikana katika mradi huu ni kubwa sana ukiangalia kule kuna fremu za maduka kule ambazo tunategemea wafanya biashara watafanya shughuli zao pale. Hii stendi itafanya kazi usiku na mchana, itahudumia mabasi yote yanayopita katika barabara hii yanayokwenda na yanayorudi katika mikoa ambayo tunaunganishana nayo kwa kutumia barabara hii kubwa, lakini pia tunategemea kufungua uchumi hata wa maeneo ya jirani yaliyopo hapa hivi ninavyozungumza na wewe, halmashauri imeshapima viwanja katika maeneo haya na kazi mbalimbali zinaendelea, na viwanja hivi watu wanavikimbilia kwelikweli. Kwa hiyo thamani ya eneo la eneo hili limekuwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tunaendelea sana kumshukuru mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, nilipokuwa nazunguka humu na wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa, sisi tunashindwa kuzuia furaha yetu kwa kazi hii kubwa nzuri ya kisasa ambayo sasa imeleta mabadiliko ya sura ya mwonekano wa mji wa Katesh, halmashauri hii ya Hanang' wilaya hii ya Hanang' ni mradi mkubwa wa kisasa, tunaendelea na haya maendeleo yanaletwa kwa wananchi, kusema kweli, yanaletwa kwa usimamizi wa mwenyekiti wa CCM na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Nilikuwa nafananisha huu mradi kidogo, najua haraka haraka unaweza ukadhani mesjiara <laughs> <laughs> kabisa, ukienda pale Dodoma alafu ukaenda hata na maeneo mengine kwenye ile reli yetu ya kisasa e, vile vituo vyake zile stendi zake Haziachani mbali sana na hii he stendi ya Hanang' Saab.